Nataka ni niwaahidi jambo moja, mimi sitawasaliti, nitasimama na nyie na tutashinda vita hii. Siku hiyo au siku nyingine kabla ya siku hiyo, tutatangaza msimamo mkali zaidi wa chama kuelekea uchaguzi. Kama hawa watu hawatasitisha uchaguzi na kufanya reforms, msimamo wetu wa no reforms no election uko pale pale, hatutatetereka, hatutayumba tunataka bado na tunai, tunaiomba serikali na tunaitaka izuie au isimamishe haya maigizo ya fedha nyingi za serikali zinazotumika kuwapa vyama vikaragosi kujaribu kusanitize uchafu. Hakuna uchaguzi utakaofanyika ukiacha chama kikuu chenye watu wengi nje, haitaeleweka nchi nzima. Tujiandae. Tunaweza kutumia siku hiyo ya kitaifa ya sherehe ya kuwakumbuka vijana kutangaza au kuwakumbuka mashujaa wetu walioumia wakina Tundu Lissu na wengine, kutangaza msimamo mkali zaidi wa no reform kama hawatatusikiliza. Au tunaweza kutumia siku nyingine kabla ya hiyo. Lakini ninaomba vijana mwanze maandalizi kuelekea siku hiyo na mwanze maandalizi makubwa ya jambo kubwa ambalo chama kitasema na kutoa mwelekeo kwa nchi nzima ambalo tutasimamia kuhakikisha kwamba hakuna reforms, hakuna uchaguzi utakaofanyika mpaka sisi tutakapofanya reforms na kuingia kwenye uchaguzi wa kweli na ambao tutashindana kwa haki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana na ninawapongeza sana kwa siku yenu, nawatakia kila la heri na tuelewe. Mageuzi tunayoyapigania tutayaleta sisi. Sisi wenyewe. Hatutaleta ha, mageuzi hayataletwa na malaika. Mageuzi yataletwa na sisi kwa mapambano kwa, ki, kwa kuhakikisha kwamba uchumi wetu unarudi mikononi mwetu, nchi yetu inaondolewa kwenye mikono ya kakikundi ka watu kumi, kumi na tano wanaotutesa irudi kwenye mikono ya Watanzania wote, kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu haigeuzwi kuwa dampo la Wachina hata kwa bidhaa tunazoweza kutengeneza, kwa, kwa kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi yetu haumilikiwi na Wachina, unamilikiwa na vijana wa Kitanzania, ajira zinapatikana kwa vijana wa Kitanzania. Hilo tutalifanya pale tutakapokuwa na uchaguzi huru, haki na ambao uko transparent, ambao utaweka viongozi tunaowahitaji. Asanteni sana, na Mungu awabariki. Nimefurahi kuongea na, na nyie. Mungu awabariki sana, asanteni. Kauri hizi za viongozi wa upinzani wakina John Heche, lakini wakina Mnyika, wakina Mduda na wengine wengi ambao wamesimama kwa ajili ya taifa hili kama kina Tundulisu ndizo zinatoa ujasiri kwa watanzania na baadhi ya viongozi kusimama na kuwa na wajasiri kuzungumza ukweli kuhusiana na hali ilivyo katika taifa hili. Bila shaka ingekuwa ngumu kusimama mtu kama Captain Tesha na kuzungumza, kama asingeona mwitikio wa watanzania na viongozi wa upinzani kwenye kuzungumza changamoto za watanzania, baada ya viongozi wa upinzani na kuzungumza ukweli licha ya kupata changamoto kubwa kuswekwa ndani mara kwa mara. E, akaibuka polepole pole na yeye aka, amezungumza e, mazito na anaendelea kuzungumza mazito yanayoendelea katika serikali lakini pia na chama cha mapinduzi. Hatimaye e, wanajeshi wameanza kuibuka baada ya video fupi walizokuwa wanamtumia Mangi huku wakificha nyuso zao. Hatimaye Captain Tesha akasimama na kuzungumza ukweli mtupu kwa maelezo yaliyonyoka kwa takriban lisali moja na nusu, kitu ambacho kimetikisa taifa kweli kweli. Bila shaka, viongozi wa upinzani wanapaswa kushukuliwa kwa kutengeneza confidence kwa Watanzania ambayo sio ya kawaida, haijawahi kutokea Watanzania wakaamka kwa kiwango kikubwa kwa hali hii tangia eh, nimeanza kuijua Tanzania na masuala ya uchaguzi. Kumbuka kio napokaribia uchaguzi kuna kuwa na hekaheka heka za namna hii eh, Tanzania na duniani kote, lakini kwa mwaka huu imekuwa machi wa Tanzania wameamka na wataki utani kwelikweli, na hii inawapa confidence, kwa sababu baadhi ya viongozi huko huko kwenye chama, ki, chama kikuu cha utawala si, eh, CCM kuna mgawanyiko mkubwa wa kiasi ambacho wameanza kutolea na siri, lakini pia na viongozi wa upinzani na wenyewe kusimama imara kuhakikisha kwamba wanatetea wananchi na taifa la Tanzania ili eh, kuweka katiba mpya na uchaguzi huru bila shaka Watanzania inawezekana ikawa ni mwaka wa mapinduzi, kama, kama wataamua, lakini kama hawataamua bado hali itakuwa ni ile ile. Na mwanafamilia, nikukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kuitembea chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na ukomenti, ili wa kuanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanayoendelea ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania.